Askofu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheri e, Tanzania, KKKT dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera Tanzania e, baada ya kutathmini na kuona kinachoendelea kwenye kampeni kuelekea e, Septemba 29 ya mwaka 2025 ambako uchaguzi mkuu wa Tanzania utafanyika. Uh, uchaguzi ambao unahusisha kuchaguliwa kwa madiwani eh, wa bunge na rais. Sasa ameandika jambo eh, fulani la kutafakorisha eh, na mnukuu: kitu hiki hakiko sawa, au mimi siko sawa? Uzoefu unaonyesha kuwa viongozi ni hatari kwa jamii kuliko hata magonjwa ya mlipuko kama Ebola, korona na kipindupindu. Magonjwa haya yanapolipuka, huwa tunatoa elimu na taadhari kwa kila njia na kutumia kila fursa inayopatikana hata misibani. Hivi sasa tuko kwenye kampeni za uchaguzi mkuu lakini kuna fursa tunazipoteza zinazoweza kusababisha tukapata viongozi hatari kuliko magonjwa ya mlipuko. Najieleza. Mosi, nimetembelea jiji la Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Arusha na kukuta kuna mabango ya picha za wagombea wa vyama vingine isipokuwa kimoja tu. Pili, kila siku televisheni ya taifa inarusha matangazo mbashara kwa chama kimoja tu huku vingine vikinadi wagombea wao gizani. Tatu, magazeti mengi yanabeba taarifa za wagombea wa chama kimoja na kuwaacha wengine. Nne. Hata redio za kijamii zinatumia muda mrefu kila siku kunadi sera na wagombea wa chama kimoja na kuviacha vingine. Tano. Jamani, hata vyama vinavyodaiwa ni project au mpango wa pembeni, mdhamini wake ameshindwa kuviwekea mabango ili umma ujue vipo na kuaminishwa kuwa huu ni uchaguzi wa vyama vingi. Matokeo yake: moja, wagombea hatari walio katika vyama vingine wanaweza kuchaguliwa kwa kuwa tu udhaifu na hatari yao haifahamiki. Pili, wagombea wa vyama vingine wanaweza kuchaguliwa si kwa ubora wao bali kwa kuonewa huruma kuwa wanaonewa. Tatu, wagombea wanaopata upendeleo wa kutangazwa wanaweza kukataliwa au kuchukiwa kwa kuonekana wao ni sehemu ya maamuzi yenye upendeleo. Kwa hiyo, moja, tuwaone wagombea wote kama magonjwa mlipuko, tuamlike, tuwaanike kwenye mabango yote tuwachunguze kwa kina ili kubaini athari zao. Pili, kwa kuwa uchaguzi si biashara na ni tukio la mara moja kwa miaka mitano, tusitoze kodi mabango ya wagombea kama ambavyo hatutozi kodi ya matangazo ya magonjwa ya uh, mlipuko. Tatu, kutangaza baadhi ya wagombea na kuwacha wengine yanaweza kuwa hujuma kwa wanaotangazwa kuliko kuwa hujuma kwa wasiotangazwa. Hekima ya Wajaluo haifai hapa, ile ya kibaya cha jitembeza kibaya, ya kibaya cha jitembeza kizuri cha jiuza. Hii si biashara. Bora tuwaone wagombea wote kama Ebola ili tuwaandae wapiga kura kuwa macho nao. Hilo la hitaji yake sawa katika kuanadi na kuruhusu mabango yao yawekwe mahali pa watu wote kuwaona. Haya ni maoni yangu, nawe una yako, anamalizia Askofu Kalikawe lwa Kalinda Bagonza. Turudi mezani tufanye ndalo kabla ya siku ya uchaguzi, maana ni kama mabango yamesha